Ndugu zangu hawa wana kazi ya watu wanafanya, hajawe kumsikia Lukuvi, tunataka tuwaache wazanzibari wakitawale wenyewe na Tanganyika tanganiko. Wazanzibari kule waliko asilimia 95 ni Waislamu, tunataka wajitangazie serikali ya kiislamu kule. Najua madharaki wale waarabu watarudi, watazalisha siasa kali kule, watakuja kutusumbua. Zanzibar ni nchi ndogo sana na watu milioni moja. La tatu sisi tuna milioni arobaini. Unaweza ukauliza kwa nini sisi tunaing'ang'ania sana ile, kile ni kisiwa. Kisiwa hivi vinasungua sana, vinasungua sana, huwezi kujua kitu gani kitaingia kule na kitakuka kita, fuga, kita, kwa sababu hamna uwezo wa kulinda mipaka ya bahari ni mipana sana. Sisi tunatafuta usalama wa watu wetu hamjawahi kumsikia sita tukikosana, mambo yafuatayo yatatokea. Kwanza itakuja vita kubwa ya kidini, huu mnaosikia Al-Shababu al dini inaweza kuzuka pale, na sababu Zanzibar ni asilimia 99 Waislamu hawana kazi, wanafanya mradi wa zamani ulianza tokea huko nyuma, lakini uliwashinda mababa zao na mababu zao, sasa wamepewa kazi wao waimalize. Bahati mbaya kuna ndugu zetu nao eti, mtu unakuaje wa Zanzibar na wewe uje uisaliti nchi yako? Wananchi wameshiba muungano wao, wameshiba mapinduzi yao. Piga makofi kwa daktari. Wako wenzetu wengine inabidi tukawacheki vinasaba jinsi tulipata kichekesho kikubwa sana. ZBC wamekataa kipindi chetu eti kwa sababu tunapingana na muungano wa serikali mbili, na kwa sababu eti nimesema kwenye kile kipindi kwamba kwangu mimi nauchukulia muungano wa serikali mbili sasa na ndoa ya jinsia moja. Ndio ilivyo sasa. Hapo mimi unataka unitoe nende wapi? Na ndio nilipo, kwamba muungano wa serikali mbili kwangu mimi ni sawa na ndoa ya jinsia moja. Au niseme tena? Au niseme tena hawajasikia niseme tena. Kwa mwenye akili ya yake anajua CCM hawataki muungano wa serikali mbili, wala hawataki muungano. Wanaoitaka ni Zanzibar na ngo maisha milele, insha allah hawatoipata Aikosa Nyerere, waje waipate wawa sasa hivi. Hawa vipi? <laughs> Eti jamani, hawa vipi?